Katika simulizi hii jana tulikuletea namna Jaji Safina Simfukwe wa Mahakama Kuu kanda ya Moshi alivyoanza kuchambua ushahidi wa pande mbili na tulimalizia katika kanuni ya mtu wa mwisho kuwa na marehemu ndiye atakayehesabika kuwa muuaji. Leo tunakuletea mwendelezo wa hukumu hiyo na sababu za kwa nini mahakama ilimtia hatiani mganga wa jadi, Omary Mahamudu Rang'ambo kwa mauaji ya muuguzi huyo mstaafu, Patricia Ibreck mwaka 2021. Jaji aliendelea kueleza kuwa mshtakiwa katika kesi hiyo alikuwa na wajibu wa kisheria kueleza namna alivyowachana na marehemu baada ya kumpa dawa za mitishamba, kwa kuwa ushahidi ukiwamo washahidi wa sita unamlenga yeye. Kulingana na jaji, katika kutekeleza wajibu wake, upande wa mashtaka uliweza kuunganisha ushahidi wa shahidi wa sita Uende Mrema, ambaye ni mtoto wa marehemu, na maelezo ya onyo ya mshtakiwa ya kukiri kufanya mauaji hayo. Akinukuu maelezo hayo, Omari aliulizwa ali liini na alikamatiwa wapi, ambapo alijibu na nukuu, mimi nilikamatwa tarehe mbili huko Kigamboni Tungi na kushushwa kituo cha polisi cha Ng'ombe na kisha nilifuatwa na askari wa Moshi, nililetwa hapa Moshi ambako baada ya kufika nilihojiwa na kwenda kuonyesha nilipofikia mwili wa marehemu ambaye ni Patrisha Ibreck, mwisho wa kunukuu. Jaji alisema, kwa maelezo hayo, mshtakiwa anaeleza mwenyewe kuwa baada ya kufikishwa Moshi akitokea Dar es Salaam alikokamatiwa, alihojiwa kisha kwenda kuonyesha makachelo wa polisi mahali alipokuwa amezika mwili wa Patricia, na nukuu, ieleweke kuwa kwa ujumla wa ushahidi wa jamhuri ni baada ya mshtakiwa kukiri ndiyo ulipatikana mwanga kuwa Patricia aliwawa na kuzikwa nyuma ya nyumba yake huko Rau, alisema jaji Simfukwe, na kuongeza ikizingatiwa kuwa mshtakiwa ndiye mtu wa mwisho kuonekana na marehemu na pia kukiri kwake kwa mdomo na kwa maandishi, sina shaka kuwa mshtakiwa alioko kizimbani ndiye aliyesababisha kifo cha Patricia Ibreck nikiongozwa, na kesi mbalimbali nilizozinukuu, ninaridhika kuwa kanuni ya mtu wa mwisho kuonekana akiwa na marehemu akiwa hai inatosha kumtia hatiani mshtakiwa katika kesi hii, aliongeza kusema jaji simfukwe. Katika hukumu yake zaidi ni kwamba ushahidi wa mazingira uliopo katika kumbukumbu za mwenendo wa kesi hii unajenga msingi pasipo kuacha mashaka kuwa ni mshtakiwa ndiye aliyemuua Patricia, anasisitiza jaji. Katika uchambuzi wake, je, aliua akiwa na nia ovu? Katika kujibu hoja hiyo, Jaji Simfukwe anasema kumbukumbu kumbu za mahakama zinaonyesha baada ya kumuua marehemu, mshtakiwa alimzika na zaidi akamdanganya mtoto wa marehemu kuwa mama yake amechukuliwa na mizimu. Na nukuu, mbali na hilo, mshtakiwa alimtenga marehemu katika chumba cha peke yake kwa saa nyingi na kumpiga marufuku mtoto wa marehemu kuingia chumba hicho. Hii inaonyesha alikuwa na misheni ya kukamilisha. Hii inaonyesha sha alikuwa na nia ovu. Jaji alinukuu kesi ya Chacha Boke Nyaitati dhidi ya Jamhuri, ambapo mahakama iliweka msimamo kuwa kwa kawaida mshambuliaji hawezi kutangaza nia yake ya kusababisha kifo au madhara mwilini, na hilo hupimwa kwa vigezo vifuatavyo: moja, ni aina ya silaha iliyotumika; mbili, ni nguvu iliyotumika; tatu, ni maeneo ya mwili au mapigo yalikoelekezwa kwa marehemu; nne, ni aina ya majeraha tano, maneno anayo yatamka kabla na baada ya kufanya mauaji na sita ni matendo. Jaji Simfukwe anasema katika kesi iliyoko mbele yake na kwa kuzingatia matendo ya mshtakiwa kabla na baada ya kifo cha marehemu anaridhika kuwa dhamira ovu ya mshtakiwa imeweza kuthibitishwa pasipo kuacha mashaka yoyote. nafasi ya utetezi wa mshtakiwa, Jaji Simfukwe anasema kigezo cha mwisho cha kukitolea uamuzi ni kama ushahidi wa utetezi wa mshtakiwa uliibua mashaka yoyote dhidi ya ushahidi wa Jamhuri. Na nukuu, kuhusiana na utetezi wake kuwa mtoto wa marehemu alimtengenezea tuhuma hizo baada ya kukataa kurudiana, haileti mashaka yoyote kwenye ushahidi wa upande wa mashtaka, alieleza jaji Simfukwe na kuongeza, ningeweza kusimama na kuamua kwa upande wake kama angeeleza namna marehemu alivyofariki nje ya kile kilichoelezwa na upande wa mashtaka, anasema jaji. Hivyo, mahakama imemtia hatiani kwa kosa la kumuua Patricia ukusudia na adhabu yake ni moja tu, kunyongwa hadi kufa. Mauaji hayo yalitokea tarehe na mwezi usiofahamika mwaka elfu mbili na ishirini na moja katika eneo la Rau Mrukuti, nje kidogo ya mji wa Moshi. Hata hivyo, awali ilifahamika Patricia yuko India kwa matibabu, lakini baadaye ikagundulika aliuawa na kuzikwa pembeni ya nyumba yake. Baada ya kupita zaidi ya miezi tisa, baadhi ya ndugu na uongozi wa kijiji cha Rau walipata mashaka na kuanza kumdodosa mtoto wa marehemu Wande Mrema juu ya mahali alipo ya mama yake naye ya aliwajibu kuwa yuko India kwa matibabu. Majibu hayo hayakuaridhisha, hivyo wakaamua kutoa taarifa polisi, ambapo katika mahojiano binti huyo alitoa hadithi mbili zinazotofautiana: moja kwamba mama yake yuko India na pili ni kuwa alichukuliwa na vijana wawili ambao ni waganga wa jadi. Ni kutokana na utata wa maelezo hayo, polisi walimshikilia Wande kwa mahojiano zaidi ambayo yalisaidia kupatikana kwa mganga aitwaye Waziri Seleman ni mkazi wa Korogwe na Njoro, ambaye alikamatwa akiwa Korogwe Disemba 31 mwaka 2021, na baadaye alimtaja mganga mwingine ambaye ni Omari Mahamudu Rang'omba kuwa ndiye anaweza kujua mahali alipo Patrisha, ambapo polisi walifanikiwa kumkamata Januari 2 mwaka 2022 jijini Dar es Salaam. Baada ya kukamatwa, Januari 8 mwaka 2022 Rang'omba alirejeshwa Moshi, ambako katika mahojiano alikiri kumuua Patrisha na kukubali alikwenda kuwaonyesha polisi mahali alipomzika. Mwili wake ulifukuliwa Januari 9 na mwaka 2022, ikiwa ni baada ya mwaka mmoja kupita, na ndani ya shimo alikokuwa amezikwa kulikutwa pia jambia lililotumika katika mauaji na shuka lililotumika kufunika mwili wake kabla ya kesi. Januari 11 mwaka 2022, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa alitoa taarifa ya tukio hilo na kudai kuwa katika matibabu ya jadi ya Patricia waganga walijipatia zaidi ya shilingi milioni 60 kwa vipindi tofauti. Januari 26 mwaka 2022, Wande na waganga hao wawili Omari Mahmudu Rangomba na Waziri Ali walifikishwa mbele ya Hakimu Mkazi Rehema Ulambo wa Mahakama ya Hakimu Mkazi Moshi na kusomewa shtaka la kumuua kwa makusudi Patricia. Agosti 19 mwaka 2022, mkurugenzi wa mashtaka nchini yani DPP aliwasilisha taarifa kutokuwa na nia kuendelea na shtaka hilo dhidi ya mshtakiwa wa pili wande na mshtakiwa watatu, waziri na hivyo mahakama ikawaachia huru. Kesi ilisikilizwa dhidi ya Omari ambapo upande wa mashtaka uliita mashahidi 13 na kuwasilisha vielelezo vinane na mahakama ilimwona mshtakiwa huyo ana kesi ya kujibu hivyo kumtaka ajitetee. Omari alijitetea akijaribu kujinasua, lakini hukumu aliyoitoa Novemba 5 mwaka 2025, jaji Simfukwe alimtia hatiani na kumhukumu adhabu ya kifo. Usikose kufuatilia simulizi hii katika gazeti la Mwananchi na mitandao yake ya kijamii. Mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.